Nafikiri amjambo wakamanda, na am, naamini na familia zenu wazijambo kabisa. A ni jambo moja tu lililotuleta hapa, aamini kwamba kuna kazi, na kazi hii ni kazi nzito, ni kazi ambayo ni kwenda kumchukua mtoto wa mheshimiwa rais katika poli la Kanegere, ambaye aliweza kukwama hapo kutokana na ajali ya ndege. Hivyo basi, makamanda tunakumbushwa kuwa poli hili ni poli hatari kutokana na majaribio ya sayansi ya akili ya mwanadamu yaliyowahi kufanyika mnamo mwaka elfu moja mia tisa sabini na tano na Warusi hawa. Kwa hiyo eneo hili ni eneo tengefu, eneo ambalo lilitengwa na serikali kuwa ni eneo hatari. Mnamo siku ya Ijumaa majira ya asubuhi tukikutana, mia mbili sabini na nane KJ Canal, ndipo tutakapoanza safari yetu kuweza kuelekea huko. Pia vilevile tufahamu ni lazima tutumie usafiri ambao utakuwa ni wa pikipiki kwa sababu maeneo hayo ni hatari, ni hatari kuanzia katika miundombinu mbinu ya barabara. Ni eneo ambalo limetengwa kwa muda mrefu na ni eneo ambalo lina machafuko Baba.